Kuanzisha biashara. Hivi unaamini nikikuambia kwamba hauhitaji mamilioni ili kuwa mfanyabiashara mkubwa? Watu wengi, hasa vijana tuliomaliza vyuo tunakaa nyumbani tukilalamika hatuna mtaji, wakati mfukoni tuna elfu hamsini tu ambayo tunaitumia kwa kununua bando na starehe ndogondogo. Leo, katika video hii, nimeenda fieldi na nimekuletea orodha ya biashara nane za ajabu ambazo unaweza kuanza leo hii kwa mtaji wa shilingi elfu hamsini au hata chini ya hapo na zikaaza, zikaanza kuingiza faida wiki hii. Sasa twende moja kwa moja kwenye listi yetu ya hizi biashara nane unazoweza kuanza kwa shilingi elfu hamsini. Biashara ya kwanza ni kukaanga vitafunwa. Inapofika asubuhi, kila mtu anahitaji chai kwa elfu hamsini unaweza kununua unga wa ngano na unga wa mchele ambayo hiyo ni kama shilingi elfu ishirini, mafuta lita tatu ambayo ni shilingi elfu kumi na tano, na sukari pamoja na amira ni shilingi elfu kumi. Salio la shilingi elfu tano ni la mkaa. Ukiwa msafi na kutengeneza vitumbua laini, utauza vyote kabla ya saa nne asubuhi biashara ya pili ni kuuza maji na juisi hii inahitaji aibu iwekwe pembeni nunua katuni mbili au tatu za maji madogo ya jumla katuni moja inaweza kuwa elfu tatu mpaka elfu nne kwa elfu hamsini unapata mzigo mkubwa tafuta sehemu yenye jua kali na mkusanyiko wa watu na faida yake ni ya papo kwa hapo. Biashara ya tatu ni ya matunda au wengine wanasema genge la mkono. Hauhitaji banda, naenda sokoni kwa hapa Dar es Salaam kama Ilala au Mabibo asubuhi na mapema. Nunua matunda ya msimu, kwa mfano maembe, mapera au tikiti maji kwa bei ya jumla ya elfu arobaini. Tumia elfu kumi kununua mifuko na kisu safi, kata vipande na weka kwenye vifungashio safi, alafu tembeza maofisini au kwenye maduka ya jirani. Watu wanapenda afya, lakini hawana muda wa kumenya matunda. Biashara nne ni ya mitumba au wanasema grede ya kuchanganya Sio lazima ufungue beli, naenda Karume kwa hapa Dar es Salaam, au soko la mitumba siku ambayo wamefungua beli mpya. Chagua nguo kali za watoto au tisheti za kiume kwa bei ya shilingi elfu moja hadi elfu mbili kwa kila pisi. Kwa elfu hamsini unapata pieces zako 20 kali, zifue zipige pasi zipige picha kali na weka kwenye whatsapp status na Instagram.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 Vifaa vya sabuni za maji yaani sulfonic acid, chumvi, rangi na parfyumu kwa lita 20 haiwezi kuzidi shilingi elfu thelathini. Ukishatengeneza, tumia elfu ishirini iliyobaki kununua vifungashio ambapo ni chupa tupu. Uza kila lita 1 shilingi elfu moja mia tano au elfu mbili kwa majirani na hata mahotelini. Hii biashara hailali. Biashara ya sita ni huduma ya usafi wa viatu au wengine wanasema shoe shine ya kisasa. Hii inadharaulika lakini ina pesa. Huhitaji ofisi, unahitaji stuli ndogo, brush nzuri, dawa za viatu kiwi za rangi tofauti na kitambaa. Vifaa vyote hivi havifiki elfu arobaini. Tafuta eneo lenye wapita njia wengi, kwa mfano ofisi za serikali au hata stendi. Weka huduma nzuri, mteja akija, mkaribishe kwa heshima na biashara yako itastawi. Biashara ya saba ni kuuza vocha za kukwangua, yaani rejareja. Ingawa faida yake ni ndogo kwa pisi, mzunguko wake ni mkubwa. Nunua vocha za jumla za mitandao, za mitandao inayotumika sana eneo lako kwa elfu arobaini na tano. Watu bado wanapenda kukwangua vocha. Hii ni nzuri kama una meza nyingine ya biashara, inavuta watu wengi. Biashara ya nane ni ya barafu na ice cream za kutengeneza. Kama una refrigerator nyumbani hii ni mtaji wako na ni mdogo sana Nunua viungo vya vi ice cream au tengeneza ukwaju, ubuyu wa barafu, na vifungashio na sukari havifiki shilingi elfu 30. Kwenye jua la mji kama Dar es Salaam au mikoa yenye joto, watoto na watu wazima wote watakuwa ni wateja wako wa biashara ya ice cream. Sasa hizo ndio biashara nane ambazo nimekuelezea na tunakaribia kufika mwisho wa kipindi chetu. Sasa nina wito hapa, siri ya biashara hizi zote ni moja tu, acha aibu, anza sasa. Usisubiri mtaji wa milioni, wakati elfu hamsini inaweza kutengeneza hiyo milioni ndani ya miezi kadhaa, kama utakuwa na nidhamu ya pesa. Sasa kati ya hizi biashara nane ni ipi umeiona unaweza kuianza hata kesho? Niandikie kwenye comments hapo chini na kama kuna biashara nyingine unayoijua ya mtaji huu tushirikiane. Usisahau kulike video hii. YouTube iwafikishie vijana wengine wanaotafuta njia. Mimi ni Ali Mwambola, mtangazaji wa hii te, hii video. Na nawatakia utazamaji wa video zetu nyingine ambazo zinaendelea kutolewa na How to Start Business Channel. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.